Katika jina la Yesu Kristo uwe huru na umekombolewa na umefunguliwa. Umekombolewa na umefunguliwa katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe. Mfalme Yesu, ni katika jina lako ninakutukuza ninakuinua mara tena, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka asante kwa kunifanya chombo ili huyu mtu anayenisikiza akapate kukombolewa na akapate kupona na akapate kurejeshewa uzima wake, tena vile umeakiza kwamba hata kufa pale ataishi, na yeye atakuwa mmoja wa kushuhudia matendo yako makubwa. Wacha Yesu ukatukuke ndani ya neno hili, ukatukuke katika ibada ya leo, ukatukuke katika neno hili ambalo umenipa mtu achipe awe hodari na awe na ushujaa ndani mwake, maana ulijua kwamba changamoto sitakuwa mbele zake. Masaha na majina haya ninakutukusa hii imeingia ndani ya watu wako, neno la uzima limeingia ndani ya watu wako wote, wakombolewe na wawe na uzima katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyefungwa na nguvu za kiza, ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na nguvu za mapepo natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa katika madhabahu ya wachawi natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na presha natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na kansa natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na mizimu natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na mapepo natangazwa kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na madhabahu ya kiza natangazwa kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yeyote aliyefungwa na umasikini ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa kwa madeni, ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa kwa kansa, ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na roho ya kifafa, ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na talaka, ninatangaza kufunguliwa kwake. Yeyote aliyefungwa na utasa, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anayesikisa ujumbe huu, Yesu wangu, mtakasema sahaya watumishi wako waliofungwa na nguvu za kiso. Kuna yule anatafuta ajira, lakini popote anapoenda amekataliwa hamewekewa roho ya kukataliwa amewekewa na kutumiwa roho ya kukataliwa. Masa haya na majira haya, ninatangaza kufunguliwa kwake, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyefungwa kiuduma, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Yesu wangu, tawala na ukainuliwe, maana wewe ni Mungu unayetenda, Mungu unayekomboa na kubariki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, ukainuliwa na ukabudiwe, maana wewe ni simba wa Yuda. Wacha ukatende ishara na miujiza yako maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Jina lako na nguvu zako sikaonekane. Ishara zako sikatipitike juu ya watu wako. Watu wako wafunguliwe maana wewe ni Mungu. Yeyote aliyeteseka, yeyote aliyetumiwa roho ya mauti, Ye yote ipikwe na masaha ya majira haya, ipikwe na radi ya moto wa damu Yesu Kristo aliye hai. Roho ya kansa inayotesa watu wako, ipikwe na radi ya moto wa damu Yesu Kristo aliye hai. Roho ya pressure inayotesa watu wako, ipikwe na radi ya moto wa Bwana Yesu Kristo aliye hai. Roho ya mateso Roho ya makunja inayotesa watu wako, ipigwe na radhi ya moto wa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Roho ya kifafa inayotesa watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho ya kansa inayotesa watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho ya umaskini inayotesa watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho ya talaka inayotesa watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho ya uvimbe ndani ya watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho ya ya talaka kwa watu wako. Ipigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo, kila roho yote ya utasa inayotesa watu wako. Roho ya utasa inayo am umefunga watu wako na kuwatesa, ipikwe na radi ya moto wa damu Yesu Kristo aliye hai. Ninakemea kila nguvu za giza, ninakemea kila mapepo na falme zake, ninakemea kila falme za mizigo, sipikwe na radi ya moto wa damu Yesu Kristo aliye hai. Kila roho iliyotumwa ndani ya watu wako inayofanya wanajaribu kusonga lakini hawaendi, wanajaribu biashara lakini haisongi, wanajaribu kimaisha lakini hawasongi, hiyo roho ipikwe mara moja, hiyo roho ipikwe mara moja, hiyo roho ipikwe mara moja, hiyo roho ipikwe mara moja, iachilie watu wa Mungu, iachilie watu wa Mungu Madhabahu ya giza, madhabahu ya hirizi, madhabahu ya uchawi, madhabahu ya miungu, madhabahu ya uchawi, madhabahu ya ukanga ipikwe mara moja, madhabahu ya ukanga ipikwe na moto wa Yesu. Kila roho ya kuzimu, kila roho ya mizimu, roho ya mapepo, roho ya wanadamu yote, na inuka kinyume na watu wako, masaa na majira haya Ipikwe mara moja, ipikwe mara moja, ipikwe mara moja, ipikwe mara moja, ipikwe mara moja, ipikwe na radi ya moto wa Yesu Kristo, ipikwe na radi ya moto wa damu Yesu Kristo aliye hai. Masaa haya na majira haya, nani nani na moto juu ya makonjo, nani na moto ya kila roho, nani na moto juu ya kila madhabahu inayotesa watu wa Mungu, nani na moto juu ya miungu, nani na moto juu ya miungu zinazotesa watu wako, nani na moto juu ya wachawi. Wapikwe mara moja, wapikwe mara moja, wapikwe mara moja, wapikwe na nguvu za, wapikwe na mishale ya, wapikwe na roho ya mauti katika jina la Yesu. Nguvu za uganga, nguvu za mapepo, nguvu za mizimu, zipikwe na kuyeyushwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu nakutukusha maana wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Kila mwana wa madhabahu ya Fruit of Life popote alipo anapopokea ujumbe huu mtakase. Mfungue na kamweke huru katika jina la Yesu. Vita vilioko juu yake na viweka uhuru, mateso juu yake na nayondo, mikosi juu yake na iondo laana, juu yake na naiondo katika jina la Yesu Kristo. Vita vya mapepo, vita vya misibu, laana za kimapepo, laana za kimiungu, zote ninazivunja na kuzilahani katika jina la Yesu Kristo aliye hai Bwana Yesu uinuliwe maana wewe ni Mungu pia naye uzima. Mungu pia naye baraka, Mungu unayetakaza, Mungu unayekomboa, Mungu unayetakaza. Wacha ukainuliwe kabuti maana unatosha. Ukatenda ishara na miujiza yako maana hakuna mwingine zaidi yako. Najua ya kwamba Bwana umenena katika maandiko kwamba lolote tuombalo, tuamini kwamba tumelipokea. Sasa hivi Baba, kila lolote ndumbalo tumeomba, Baba, tunaamini kwamba tumelipokea. Waliofungwa na nguvu za kiza wamefunguliwa, waliofungwa na mateso wamefunguliwa, waliofungwa na nguvu za uchawi wamefungulia. Waliofungwa na presha wamefunguliwa, waliofungwa na uchawi wamefunguliwa, waliofungwa na wakanga wamefunguliwa, waliofungwa na magonjwa wamefunguliwa, waliofungwa na sikoselo wamefunguliwa, waliofungwa na tiapetis wamefunguliwa, waliofungwa na kisukari wamefunguliwa, waliofungwa na talaka wamefunguliwa, waliofungwa na utasa wamefunguliwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu kainuliwa kabutiwe maana wewe ni simba wa Yuta. Hakuna jambo limewai kushinda wewe na hakuna jambo litawai kushinda. Wewe utapaki kuwa wakuinuliwa, wacha ukatawale na ukainuliwe, watu wako wafunguliwe na ukombolewe katika jina la Yesu Kristo. Kila vita juu yao kaondwe, vita vya kimapepo kaondwe, vita vya mishale kaondwe, hanga za kuzimu kaondwe, hanga za wakanga kaondwe, falme za kiza kaondwe, hanga za kimapepo kaondwe, zote zipikwe na radi ya moto wa Bwana Yesu Kristo sikachome katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa, kwa unastahili. Asante Bwana Yesu maana unastahili. Kwa mpoa kila anayepokea ujumbe huu atakazike na awe huru katika jina la Yesu Kristo. Nisikie ushuhuda kwamba mtu amefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba mtu amepona magonjwa katika jina la Yesu Kristo. <K21> Nisikie kwamba mtu amepona pressure katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba mtu ametajirika katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba mtu amezaa, aliyekuwa tasa amezaa katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba aliyekuwa na siko sheri amepona katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba aliyekuwa na kisukari amepona katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba aliyokuwa na kansa amepona katika jina la Yesu Kristo. Nisikie kwamba alikuwa na uweta ametembea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ukatawale ukainuliwe juu ya watu wako. Asante kwa kuwa na tawala. Asante kwa kuwa ni Simba wa Yuta. Neno hili lisikike mbele zako maana wewe ni kimbilio. Ukainuliwe kaabutiwe, maana wewe ni mtakatifu watakatifu wote. Ukatende ishara na miujiza yako, maana hakuna mwingine. Damu yakweya ukombozi ikatawale, damu ya uzima ikatawale katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa kuona sahili, asante kwa kuona tosha, asante kwakwaweni mufalme, asante kwakwaweni venesa. Neno hili lisiwe neno la bure tu, ila neno liwe la uponyaji, neno la ukombozi, neno la ufanisi, neno la baraka juu ya watu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana Yesu mwana wa sahili. Nguvu zako sitawale, nguvu zako sitetee, watu wako, na wakombolewe, na wafunguliwe katika jina la Yesu. Walio na roho za wizi, walio na roho za ujambazi, walio na roho za usherati, walio na roho zote za malaya, wafunguliwe na waweke huru, watakazika kwa damu yako Kristo. Asante kwa kuona tawala, asante kwa kuona ni simba wa Yuda, asante kwa kuona weza, asante kwa kuona komboa, asante kwa kuona weza, asante Mungu wa Israeli. Damu yako itawale na isingire watu wako. Asante Mtakatifu, asante Mungu wangu. Ujumbe huu Baba, ingia ndani ya ujumbe huu, ukamfikie kila mmoja anayeteseka, kila mmoja anayekuhitaji, na akombolewe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unashahidi, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye mkosi, naomba natakuamini. Amen, amen, amen. Watu wa Mungu mubarikiwe, mubarikiwe tena, mbarikiwe sana. Ninawapenda tena, ninawapenda sana. Nahitaji mpone. Ninatamani mukombolewe. Ndiposa nimechukua huu muda hapa. Ninatamani mupone watu wa Mungu. Ninatamani mfunguliwe muwe huru katika jina la Yesu. Na nyote mtafunguliwa. Nyote mtapona. Nyote mtakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hai. Uliyokuwa umefungwa, amini umefunguliwa. Uliyekuwa umefungwa na nguvu za kiza, amini umefunguliwa. Uliyefungwa na wachawi, amini umefunguliwa. Uliyefungwa na nguvu za kimapepo, amini umefunguliwa. Yesu Kristo amekufungua sasa.